Ni Yami ameweza kufuta post ambayo post hii hapa aliweza kuipost kupitia kurasa yake ya Instagram ya kwamba anataka kujiua, na baadhi ya watu wengi sana wakawa wamemponda, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao waliweza kumkanya kwamba asiweze kufanya jambo kama hilo. Hapo aliweza kumuona pia Haji Manara, pia aliweza kutoa ujumbe kwamba matatizo ambayo unapitia eh, eh, bana sio peke yako, kuna baadhi ya watu ambao wanapitia magumu kuliko hata ya kwako, sisi wengine tunapitia matatizo ambayo ni magumu sana. Haji Manara aliweza kutoa ujumbe kama huo hapo anawambia kwamba Yammy asifanye jambo ambalo anataka kulifanya katika hali ambayo anakabiliana nayo sasa hivi. Sasa ujumbe ambao eh, Yammy aliweza kusema ni kwamba anaomba watu waweze kufika kwa mama pamoja na baba yake waweze kumwombea msamaha kwa tukio ambalo anaenda kulifanya. Lakini eh, pia kwa Nandi ambaye pia ni moja kati ya watu ambao ashefanya nao kazi, akiwa kama ni CEO wake wa The African Princess. Kama alishe kumkosea kwa kosa lolote basi aweze kumsamehe e, kwa sababu yeye pia ni binadamu. Kwa ujumbe ambao Yami aliweza kuandika uliweza kujua e, kuzua mijadala mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini ujumbe huu Yami aliweza kuandika baada ya kuweza kutoka e, kwenye interview ambayo alikuwa ametoka kuifanya, e, kwenye video ambayo e, kwenye chaneli ya East Africa, na ujumbe huu hapa aliweza kutoa na watu wengi wakiwa wanadhani labda pengine inaweza kuwa ni kiki kwa ajili ya kuweza kuboost wimbo wake ambao unafahamika kwa jina la Ra cause, aliweza kutoka kufanya interview na moja kati ya media kutoka hapa hapa nchini Tanzania. Lakini watu wengi pia waliweza kuconnect, wameweza kujua kwamba labda pengine e, bana Yammy pamoja na The African Princess kutoka kwake ameweza kupata depression kubwa tofauti na vile ambavyo alikuwa nadhani, kwa sababu aliweza kuulizwa pia swali kwamba e, kwake yeye pamoja na Nandi e, bana wako vipi sasa hivi. Moja ya media iliweza kumuuliza swali hili hapa, Wasafi waliweza kumuuliza, na yeye akaweza kudondosha kilio, chozi likao limemtoka pale, na watu wengi sana wakawa na maswali kwamba ni nini haswa ambacho kinasababisha Yami kuweza kulia, baada ya kuweza kuulizwa swali ambalo linahusiana na, e, bana Nandi. Sasa mjadala ni mingi sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini all in all sasa hivi Yami ameweza kufuta post, ambayo post hii hapa alitangaza rasmi kwenda kujiua. E, bana, dropisha comment yako, ni upi mtazamo wako kwa muda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now. Ebana, uko na mtazamo gani? Drop comment yako kwenye kunyenja comment hapo, secha kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. Chao chao.